Afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, Boniface Wambura, ambaye amekuwa shahidi wa kwanza upande wa Jamhuri ambapo amehojiwa mambo kadhaa na wakili wa serikali Shadrack Kimaro na kisha kuhojiwa na wakili wa upande wa utetezi Richard Lweyongeza. Wambura ameiambia mahakama hiyo kuwa aliyekuwa rais wa TFF Jamal Malinzi na katibu wake Serestine Mwesigwa ndio walikuwa viongozi wa ngazi za juu kipindi hicho. Kesi hiyo ilikuwa bado inaendelea mbele ya Hakimu Wilbard Mashauri ambapo pia upande wa utetezi na ulikuwa ukimuuliza vifungu mbalimbali mbali vya kisheria juu ya ufahamu wake kati ya anayepaswa kuidhinisha fedha za kibenki kwa nyadhifa za TFF. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Mei 28 na 29, ambapo itasikilizwa mfululizo Msofe, Global TV, Dar es Salaam.